Kwa muda wa miaka sita mfululizo, ugonjwa wa Kalaazar umekuwa donda sugu kwa wakazi wa baadhi ya maeneo katika kaunti ya Marsabit, ikiwemo Loglogo, Shur na hata baadhi ya sehemu za eneo bunge la Moyale. Sehemu ambayo imeonekana kuwa kitovu cha maradhi haya ikionekana kuwa Loglogo, eneo bunge la Laisamis, ambapo hata vifo viliwahi kushuhudiwa miaka ya nyuma. Basi ili kufahamu namna ugonjwa wa Kalaazar ulivyopigwa na donda sugu kwa wakazi wa Loglogo, basi jiunge nami Samuel Kosgei kwenye safari ya kuelekea Loglogo na Laisamis ili kufahamu athari kamili ya ugonjwa wa Kalaazar saa moja asubuhi. Naanza safari mjini Marsabit kuelekea Loglogo kilomita zaidi ya 48. Barabarani hakuna shughuli nyingi, kwani kwa kawaida sio rahisi kuona wakazi wa maeneo ya karibu na barabarani wakiwa wamerauka mapema. Kutokana na kiangazi, nyasi hizi zinaonekana kukauka, kupungua na kuacha vumbi kujitawala. Miti aina ya mathenge ndio imetawala kando ya barabara hiyo kuu. Baada ya kuacha safu ya mlima Marsabit na viunga vyake, jua nalo na linaanza kuchoma utadhani na kisasi na binadamu. Hata hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Baada ya kuparakasa masafa kwa karibia saa moja barabarani, tunatua mjini Loglogo mji ambao bado umelala, shughuli sio za mchwa bali ni mwendo wa kobe. Baada ya kutafuta kiamsha kinywa na msaka mwelekezi wangu ambaye ananipeleka moja kwa moja hadi kwa mzee Leswan Leparleru bomani kwake. Leparleru mwenye miaka hamsini na mitatu ametulia nje ya nyumba akicheza na watoto wake ukuu wakiwatajua, hata hivyo hana furaha kwani mtoto wake mdogo ndio anaanza kupata nafuu baada ya kukutwa na ugonjwa wa Kalaazar, swala analosema limemwangaisha kwa zaidi ya mwezi mmoja akisaka matibabu ya mtoto wake Marsabit. Mahangaiko hayo anasema ilimfikisha hospitali kuu ya Isholo, ambapo ndipo ilibainika alikuwa na uguu wa Kalaazar. Kwa mfupi nilichukua Marsabit mara mbili, Laisamis mara mbili hata nikachukua kemis ke, ke moja ya Logologo haja onekana logo, magonjwa kutoka huko huko yote, nika kijana kakua wiki kabisa, nikapeleka ujoni uj, usiku mpaka Isiolo nikalala Isiolo, kesho asubuhi nikaingia hospitali ini. baada ya siku ngapi? baada agonbaada wiki moja hapa, ni kama mwezi na nusu nikazunguka, mwezi, mwezi, mwezi nika mwezi mzima na nusu wakati mm -hmm. Nilifika Isiolo, sasa nikalala Isiolo, kesho asubuhi nikasingia hospitali, akapatikana na kalasa, ika ikakaa mwe karibu siku kumi na tano kwa Isiolo mm -hmm. ikalazwa ika, hospitali mm -hmm. ikadungwa shindano ya kalasa sita ika, ika ikapimwa tena damu imeonekana imepata Ime... yameharibu imeharibu fingers ika ika- ikatumia tena shindano nyingine kumi na tatu sasa, ikapona. Kutoka huko nikarudisha nikarubisha Loglogo. Kuna methali ya Kiafrika inayosema kuwa radi haipigi mti mara mbili, lakini mze one, kwa mzee Leswan haijakuwa hivyo, kwani mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili msichana wake pia alipata maradhi hayo. Ni swala linalompa kumbukumbu mbaya. Mara ya kwanza kwa msichana yangu mmoja amepata, wakati wa kalasa amekuja me, mara ya kwanza Logologo logo, kwa mtoto yangu mmoja 2022 hata jirani yangu, watu wengi amepata kwa hapa kwapa, si mimi peke yangu, hata iko watu wengi ameenda kwa sababu ya kalasa amekufa me, watu wengi si kwa hapa kwa hii eria ya Logologo. Mwingine ambaye alipatwa na maradhi hayo Hatari ni mzee Hussein Serayoni Hussein mwenye miaka sabini na mitano kutoka Loglogo, ndio sasa ameanza kupata nafuu baada ya kulazwa kutokana na kuugua Kalaazar. Hussein ambaye amekuwa kilala, tulipofika kwake, anaondoka nje akishikilia mkongojo mkononi na kutuelekeza kwenye kivuli kutokana na ukali wa jua na joto.

Sasa natibiwa nalala hospitali siku sita. Siku saba natoka. Kwa hivyo sana sana kijana yangu tangaze hii Loglogo. Utangaze na Loglogo iko ala hatari. Tunalilia kwa serikali. Tuna kama serikali amani kuta sisi Loglogo mecha. Tangaza na wanayo. Baada ya kuondoka kwa mzee Hussein, na amua kumsaka chifu Loglogo Andrew Korole ambaye pia mtoto wake wa chini wa mwaka mmoja alipatwa na maradhi hayo, ananiambia kuwa ugonjwa huo hautambui umri wa yeyote, si wazee si watoto, na hakuna mtu akosefu mm -hmm. Mimi fa vile naongea mtoto yangu pia ameadhirika, juzi utundu aliotoka kwa hospitali, hata ya pia alikuwa amepata Kalaazar, na unakuta hata sio ni watoto wote, inaingia hata mpaka ile mtoto ya mwezi tano mwezi sita. So hakuna mtu anabagua, so hakuna mtu akosefu kwa Logologo Logo. mm -hmm. Usiona tu unasema wewe ni mkubwa nini hakuna mtu ako safe Loglogo. So tunajaribu kuomba wahisani wa wale ambao wanajaribu ku... tuone namna ya kuokoa jamii kwa sababu kile kitu muhimu sana ni kupima kila mtu. Na pia madawa pia ifike hapa kwa wingi. Testing isifike hapa kwa wingi na ile spraying ile spraying ile, spraying, ile madawa ya kuspray ikuwe mingi at least kila household iwe imekuwa sprayed. Baada ya siku kadhaa ya kutembelea manyata zawadi ya Loglogo, dira yangu ili nielekeza hospitali kuu ya Laisamis ambapo nililenga kumtembelea mgonjwa aliyekuwa kalazo hospitalini kwa siku kumi na saba ili kumaliza matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Laisamis. Mwalimu Gabriel Gabana Gabana aliniambia kuwa anashukuru Mungu kwani yeye alibahatika kupokea matibabu ya ugonjwa huo hatari na ilikuwaje hadi akalazwa? Uh, mimi ni Gabriel Gabana mwalimu mkuu wa Barok ambaye iko Logologo. Naate kwangu ile signs zaidi ni ile kichwa kuuma zaidi, severe headache na pia temperature high fifa ya mwili, na baadaye naona tumbo inafura chini, alafu spleen inajifunga na huna hamu ya kula tena, wanakuta ya kwamba unahitaji maji tu na una sweat ile ku sweat kabisa na unaendelea hivyo, na mnyama inakuendelea kukumaliza ndani, but kufika hospitali nilipata matibabu na nikaendelea vizuri. Nikaambiwa itakuwa na kupeleka hospitali, nikaambiwa lazima ni lazwe, siku kumi na saba ambayo nitakuwa na injections. Uh, 34, 17, 32, 34. Gabana, hata hivyo, ametoa matumaini akisema kuwa kutambulika mapema kwa ugonjwa huo unatibika vyema, huku akitaka wananchi kuepuka kutibu kalaazar kutumia dawa ya mitishamba. Na naambia watu wetu wa nyumbani tusitumie sana herbs hizi miti ya kienyeji hii miti ya kienyeji, tutafanya measurement unazofanya zaidi ama kidogo, overdose ama underdose, na ende kawa utaumiza sehemu za mwili ambayo haingefaa kuumizwa. Kwa hivyo ni vizuri kwanza uende kwa daktari pata mashauri ya daktari, angalia daktari atakwambia nini, kwa sababu yeye ndio mtaalamu ya hiyo kazi. Sisi, unapata rafiki yako anakuambia, mimi nimekunywa hii samani nini nimekunywa hii samani, ende kwa ugonjwa wake haikuwa kalaazar, ende kwa ugonjwa wake ilikuwa ni, ugonjwa mwingine tu, na unajua watu wetu wa raia, wana relate ugonjwa, hata mimi nilikuwa na ugonjwa kama hiyo, kusema niliendesha, hata unasema nimeendesha juzi hivyo, na nimetumia kiwango kama hiyo dawa fulani ya kienyeji. Kwa hivyo mimi nawaambia tu watu wazima kwa watoto kwa wale wengine ambao kupata please, ukipata usiogope. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali kuu ya Laisamis Libanu wako aliambia makala haya kuwa idadi kubwa ya watoto ndiyo imeathirika sana ikilinganishwa na watu wazima. Kwa hii maka e, mwezi wa kwanza Januari na Februari tu, wale wagonjwa wamekuja hapa na wakapata matibabu ni 21 hao wote wanatoka sehemu ya sehemu ya logologo wenye walikuja Januari kumi na saba wale walikuja, wanawakalazwa wakapata matibabu kumi na wawili ni watoto chini ya mwaka tano wale walikuwa na kalaazar, moja tu ndio tulirifaa Marsabit, baada ya kupata complication, huyu alienda huko akafanyia dialysis. Bahati mbaya, baada ya dialysis akapata aka, aka complications fa zaidi na akahaga dunia. wako Amesema kuwa pindi mkazi anapoona dalili za ugonjwa huo anafaa kufika hospitalini, bali sio kutumia dawa za kienyeji, akisema kuwa huenda ikawa hatari. long sleeves nguo refu refu, uh, na ikiwezekana wanafaa kuweka dawa they need to spray the household. Na tena wakiona dalili kama kuumwa na kichwa, joto mwilini, hawafai kwenda kwa matibabu ya kienyeji, wanafaa kuja hospitali wapimwe ndio, kama wako nayo waanze dawa. Mwakilishi wadi wa Loglogo Panad Liakono ambaye alizungumza na makala haya alitoa wito na ombi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali kuimarisha juhudi za unyunyizaji wa dawa kwa boma za watu. Wito well kuu kwa sasa inasalia kwa serikali kuu, mashirika yasiyo ya kiserikali na hata serikali ya kaunti kupitia idara ya afya kuhakikisha kuwa wakazi wa maeneo athirika wanapokea msaada hitajika aswa, baada ya idara ya afya kwenye bajeti ya ziada kutengea shilingi milioni kumi na bunge la kaunti ya Marsabit. Nikisimulia makala haya, jinamizi la Kalaazar, mimi ni Samuel Kosgei.